Viongozi wa upinzani nao wamedai njama ya serikali kuiba kura kwenye chaguzi ndogo zinazofanyika hapo kesho. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pamoja na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka na Eugine Wamalwa wakidai mipango hii imeanza maeneo bunge ya Mbeere, Magarini na Malava. Haya yamejiri huku walinzi wa seneta wa Kakamega Boni Khalwale wakiondolewa, saa chache baada ya gavana wa, wa Trans Nzoia George Natembeya kujipata kwenye hali sawa, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Zikiwa zimesalia saa chache kabla ya Wakenya kupiga kura katika chaguzi ndogo nchini, upinzani unadai kuna njama ya serikali kuiba kura. We are further aware that 30,000 premarked ballots have already been dispatched to the targeted battleground areas of Magarini, Malava and Mbeere North through compromised presiding officers. This strikes at the heart of electoral integrity Wanadai watakaotumika kutimiza njama hiyo ni maafisa wa polisi hususan wasio na sare na wahuni wanaodai wamekodiwa. And the plan in Mbeere North is that 1,500 gangsters from Kayole and Gikambura in Kikuyu are in Mbeere, and their mission is to create chaos. In that situation of chaos, the premarked ballots will be put into the ballot boxes. Aidha, wanadai kuna njama ya kuwakamata baadhi ya viongozi wa upinzani, kuwatia baridi wafuasi wao. Mweshimiwa Senata Halwale is targeted for arrest. Tunajua kuanzia usiku huu niko natafutwa, Senata Cleo Malala, Gavana Natembeya na viongozi ambao wanaongoza kampeni zetu. Hii njama wanataka wa, waweze kutisha wananchi wasijitokeze kupiga kura wakisikia viongozi wao wameshikwa. Licha ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kusema mwananchi yeyote atakayejaribu kulinda kura atakiona cha mtema kuni, upinzani umepinga kauli hiyo na kusisitiza wafuasi wao kujitokeza kwa wingi. It is the police who are in a scheme with IBC to steal these elections and that is why he is asking people to keep away so that the police can actually get the pre-marked ballots inside the ballot box. People cannot keep away. Right? Kwingineko, kwa seneta wa Kakamega Boni Khalwale amenyang'anywa walinzi wake saa kadhaa baada ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya naye pia kuondolewa walinzi wake. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.